Sowah, Sowah, Sowah, Sowah, Sowah, Sowah, Sowah. Seketari katika ligi ya Tanzania, hakuna seketari kama Sowah, hakuna uwezo ukalidishia mwandishi kuhusu Sowah siweza. Sowah, kamweka na nani wanjani, yaani hapa katika ligi ya Tanzania wea kasha na Sowah. Umeridhishwa na kiwango cha Simba dhidi ya Fountain Gate kwa siku ya leo? Nimekwambiaje? Simba ambaco tumetaka sisi cheze mpira, test ya mpira ndio hapa pasi inapigwa inaenda kule, ikitoka kwenda ikitokak au kabisa, mpira Simba nachza mpira mkubwa, ndio Simba sisi, kama hii tunataka turizike, kila Simba natoka enjoy. Enjoy. Simba, na enjoi tunafurahi, ndio timu yetu ipo hivi. Mimi ni ukweli, hii Simba hey, inakuleta kuleta ubingwa wa Afrika hii hapa. Hii narudia tena kwa mara pili, hii hapa inaenda kuleta ubingwa wa Afrika kwa sababu Simba ndio timu pekee tumesajili wachezaji wenye high quality. Unajua maana high quality? Ukimwangalia mchezaji mmoja mmoja ukimchambua labda tumuongelee huyu nani Maema. Maema katoka timu namba mbili ya Afrika. Mamelodi. Ukimwangalia beki wetu ndani yule yule Shalobalo Tozi, yeye ambaye anapiga zile pasi za hivi za low touch. Oh mama, yule mtaalamu akipiga ile low touch. Oh mama, yule katoka timu namba mbili ya Afrika. Ukimwangalia labda nani? Selemani mwalimu katoka timu namba 4 a Afrika aelewa vizuri, tumesajili wachezaji wenye high quality na tunaamini tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Tunaposema Simba chezi mpira mzuri wa kuridhisha, tumaanishi kwamba chezi mpira kuridhisha. Uko mpiti na Yanga tunamaanisha na national, ahari sio Yanga. Yanga wanacheza mpira mbovu, katika timu mbovu msimu huu Yanga katika timu mbovu ligi kuu Yanga. Niamini kitu ninachokwambia kwa sababu yano ukiangalia wanaokuja kuokoa Yanga ni wachezaji wa zamani wa Yanga, kuanzia dabi dabi sisi wametufunga kutokana na wachezaji wa zamani, Pakome na Max jana kwa Yanga, Pakome na Max. Wachezaji wanaosajili wa Yanga wote wachezaji wabovu, yule doa ndio mbovu, hamna kitu, hamna mchezaji. Mi nakwambia msimu huu sisi aa kuonyesha maajabu makubwa, na mtu amini hii Simba international unayoiona, imbaziaji rushaini ameingia kambani, goli la kwanza kwa yaani umeona, kuna kuna save moja alifanya kwenye, kwenye boksi kafanya ile swimming uliona save. Save, ile alifanya mara mwisho kibenzi dabi ya Simba na Yanga aliteleza kushangilia, leo akaifanya roshaina tena save nzuri sana si ndio? ile unaiona mara ya mwisho ilichezwa na Ronaldo dilina, kama ulizaliwa kipindi hiko, Barcelona na ilikuwa Barcelona na Madrid Ronaldo de Lima ndo kanafanya zile style za kuswimming mwandishi. Fadilai mipira mji chochote. Yaani safu ya shambuliaji wa wachezaji watatu mbele kule kakwanzia wachezaji watatu katikati viungo viungo kwa, kwa, kwa baadhi mmoja viungo mshambuliaji mmoja. Kuna kitu kwa anakitengeneza, muone build ya Simba inavyotengenezwa kitaalamu, kwamba nataka tucheze mpira wa kiprofessional Africa. Ndio anakuja kugundua kwamba Simba tuna wachezaji bora wenye quality kubwa. Sometimes kocha anakuja kuweka mifumo, na ndio maana hata mimi kuondoka kwa, kwa Fado mimi, kwa na vitu hivyo viwili mimi binafsi mimi niko nasema, Fado akiondoka inshallah akibaki jaza kaulao, kwa sababu na maana yangu. Ukisema mtetee Fadhil abaki, unaweza kuuliza swali, kuna kocha yote aliyokuja Tanzania kafungwa na Yanga mara nne? Ukisema mseme Fado, unaweza kuuliza, kuna kocha yote aliyokuja Tanzania aliyopeleka Simba Afrika fainali? Kwa hiyo mimi inawezekana kwa kuondoka kwake kawa neema ndani ya Simba, tunaona Simba inacheza, Ibrahim Morris kapata nafasi kacheza vizuri, timu kubwa Simba, timu kubwa kuchukua ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza, tunaoleta hapa.